Mataifa mengine wanatumia misalaba katika maeneo yao ya kuabudia, wengine wanadiriki hata kuivaa, wengine wanadiriki kuiweka katika mahali pa nyumba kwa ya msalaba huo. Na Mungu nasema, mtu akitaka kunifuata, atikale, atitwike msalaba wake anifuate. Siku zote msalaba ni mateso. Napozungumza kwa habari ya msalaba wa Yesu, ni msalaba unaozungumzia mateso. Siyo misalaba yote ambayo tunaiona. Ni mateso ya Bwana Yesu Kristo, ni mateso aliyeteswa kwa ajili yangu mimi na wewe, kwa ajili yako shangazi, mjomba, bibi, babu, msee atakichana alikupenda kupita upeo, alikupenda kupita upeo. Ndiyo maana kaona ya kwamba aweze kujiata msalabani. Na Bwana, ninasema Wagalatia, ya sura ya tatu, ule mstari wa kumi na tatu, ya kwamba yeye asiyekuwa na dhambi alifanyika kuwa na dhambi baada ya hapo akaangikwa msalabani, alafu zile laana zetu zote zikagongomelewa msalabani, maana inaandikwa ya kwamba amelaniwa yule mtu anaangikwa juu ya mti. Kwa hiyo kwa sababu ya msalaba, laana zote ambazo tulikuwa tunastahili akazigongomelea juu ya mti. Kwa hiyo anapozungumza kwa habari ya msalaba, sio misalaba, ila ambayo nafahamu ni mateso ya Bwana Yesu, ni mateso ya Bwana Yesu, maana kuna misalaba mingi kazirari watu wengi walikuwa naangikwa msalabani, lakini sio msalaba wa Yesu ambao umetukomboa. Sasa siku ya leo ninazungumza kwa habari ya nguvu ya msalaba. Sasa naona.